Mabibi na mabwana, bila shaka tupo sawa. Mimi leo natamani sana nikukaribishe we mfanyabiashara ambaye upo kupitia mitandao hii ya kijamii, na kubwa zaidi, nataka nikuonyeshe hapa uh, followers ama familia ambayo tunayo Kizuri Digital na fursa ambayo utakaweza kuipata kutangaza nasi biashara yako pitia Instagram tunatumia jina la Kizuri Digital kwenye mabano Party na Plan B, na haya ndiyo ambayo tunaoyafanya kupitia Instagram, kwa taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo. Lakini pia si tu taarifa, lakini pia hata matangazo yako pia yanakaribishwa kwa ajili ya kuweza kuja kutangaza nasi Kizuri Digital tupo kwa ajili yako, lakini pia si tu Instagram, tupo pia mtandao wa Threads. Huu ni moja kati ya mtandao rafiki kabisa ambapo huku pia tuna followers wa kutosha, ni wewe tu kuweza kuwasiliana nasi, sifuri saba moja nane arobaini na nane themanini na nane sitini na nne. Hiyo ndio namba rafiki kabisa sifuri saba moja nane arobaini na nane, themanini na nane, sitini na nane. Sasa subiri uone, moja kati ya mambo ambayo yapo pia kupitia mtandao huu hapa. Huku natumia patna plan B, lakini kwenye mabano pia Kizuri Digital kuna followers pia wa kutosha, napo una nafasi ya kuweza kuja uh, kutangaza biashara yako nasi pia, ili kila kitu kiweze kwenda vizuri zaidi kupitia Facebook tupo vizuri pia e, tunapatikana kupitia Facebook kwa jina rafiki kabisa la Kizuri Digital. Pia huku tuna followers ambao wamejitoshereza na wanazidi kuweza kufanya kilichokuwa bora zaidi. Yes, check familia kubwa na kukaribisha sana Kizuri Digital tupo kwa ajili yako na tupo kwa ajili ya kuweza kuifanya biashara yako huduma yako iweze kukua zaidi. Karibu sana.